Kamera ya kwanza ambayo unatembea nayo mfukoni ni hiyo iPhone yako ambayo ya unaidharau kwamba haiwezi kurekod video wala haiwezi kupiga picha nzuri na zenye quality nzuri. Sasa katika iPhone yako kuna setting ambazo unataka ubadilishe, ambazo ni setting sahihi kwa ajili ya videos na kwa ajili ya picha ambayo itakusaidia uweze kupiga picha vizuri na uchukue video vizuri. Utaingia kwenye settings za iPhone then utashuka chini kidogo, utaenda kwenye option ya camera then utaenda kwenye option ya record video na hapo utachagua 4K at 30fps lakini in case unataka ku slow down video yako baadaye slow motion utaweka 4K at 60fps na hii itakusaidia kupata extra frames. Ukiona record video zako zinataata utawasha show performance, then pale ambapo una record video yako kabla ya kurecord utaweka 4K at 25 fps lakini kwa 30fps. Chine, utandaki, video za kawaida tutachagua tutashuka chini utaenda, hakikisha umezima option HDR video kwa sababu hii huwa ina affect video yako pale ambapo una shoot Then utaenda kwenye option ya record cinematic, hakikisha kwenye 4K at 30 fps na hii option utaipata kama unatumia kuanzia iPhone 13 na kuendelea. Slow motion utachagua 1080 at 24 fps, then kwenye formats utachagua high efficiency na hapo, ukitaka kuweza kupiga picha zenye more details, utawasha pro raw, na kwenye videos utawasha pro res, na kwenye pro res encoding utachagua utachagua log, na hii inapatikana kuanzia kwenye iPhone 15 Pro na kuendelea, then tutarudi nyuma Then tutaenda kwenye option ya preserve settings. Then hapa utawasha options zote ambazo unaziona kwenye preserve settings, na hizi zitakusaidia pale ambapo unapiga picha, itakuwa na save settings zako za kupigia picha. kwa tutawasha options zote za hapa. Then utarudi nyuma, utaenda kwenye upande wa grid na level, hakikisha umeziwasha na kwenye mirror front camera umewasha, ili sigeuze video yako pale ambapo una record kutumia kamera ya mbele. Then tuenda kwenye photographic styles, na hizi zinapatikana kwenye iPhone 13. Kwa ipo utachagua style ambayo unataka picha yako pale ambapo unapiga iweje, na hizi ndo settings za kubadilisha katika iPhone yako, ili upate picha na video nzuri. Natumata kumuelewa kama kunifollow like na kushare kwa marafiki zako na familia.